Kifo cha Raila Amolo Odinga kimegusa wengi, na si Wakenya pekee bali hata wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani wameonyesha huzuni na mshikamano mkubwa. Kutoka Nigeria hadi Canada, kutoka Tanzania hadi kwa Wakenya waishio ughaibuni, kila mmoja na maneno yake ya faraja na masikitiko. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakuletea kauli kali na za kugusa moyo kutoka kwa wageni walioamua kuzungumza kuhusu kifo cha Raila Odinga. Wengine wamelia, wengine wametafakari, lakini wote wamesema jambo moja, ya kwamba Raila Odinga hakuwa mwanasiasa wakawaida. Kwanza kabisa tunaanza na huyu kijana maarufu kutoka Nigeria ambaye kupitia akaunti yake ya TikTok aliwataka watu wote wanaume kwa wanawake kusimama na ndugu zetu wa Kenya katika kipindi hiki kigumu. Alisema leo siyo siku ya siasa bali ni siku ya umoja wa Kiafrika. Hebu tumsikize anavyogusa mioyo ya wengi. Ladies and gentlemen, let's all come together as one to mourn with our brothers and sisters from Kenya.

In na kutoka Canada, huyu jamaa mzungu amegusa wengi. Anasema hakujua kama Raila Odinga amefariki hadi alipogundua baada ya kuposti utani kwenye TikTok. Alijitokeza hadharani kwa kuomba msamaha kwa Wakenya akisema ya kwamba sometimes we joke without knowing the pain others are going through. Hebu tazama ujumbe wake.

I am with you guys. Sasa tusikie kutoka kwa kijana huyu wa Kitanzania ambaye amesema kifo cha Raila kimemgusa kama vile ni kifo cha Mtanzania. Alieleza kuwa Raila aliishi kutumika kama Mtanzania na si Mkenya pekee, akitaja misimamo yake ya upendo kwa bara la Afrika. Hebu tusikie anavyosema kwa uchungu. Raila uh, Odinga kufa, mimi ni mmoja ya kijana ambaye nimehuzunishwa sana na kifo chake, kwa sababu mimi ni Mtanzania. Lakini mmoja ya speech ya Raila Odinga narudia ni zewe alivyoongea yeye, sawa eh, yeye alisema alishawahi kuwa Mtanzania, alishawahi kuwa Mtanzania, na sababu iliyofanya awe mtanzania ilikuwa ni hii hapa. Raila Odinga alikuwa anataka kwenda Marekani Ulaya, sijui ndio Marekani ndo, ndo Ulaya koko. Serikali ya kikoloni ambayo ilikuwepo Kenya ilimkatalia kumpa pasipoti sawa eh. Baba yake Raila Odinga akasema, nenda Tanzania, sawa eh. So Raila Odinga akafunga safari ya kutoka Kenya akapita Namanga akaingia Tanzania kwa kutumia basi. Sawa eh? Mm. Narudia alifosema yeye akaingia hapa Tanzania akapelekwa kwenye hoteli nzuri tu akakaa, akatolewa kwenye ile hoteli akapokelewa vizuri, akapelekwa hoteli nyingine hapa Dar es Salaam. Baada ya hapo akakutana na Mheshimiwa Raisi Julius Kabage Nyerere, ambaye ndo baba yetu wa taifa sisi hapa Tanzania. Baada ya kukutana naye, anasema alinitunza kama baba yangu aliyenizaa. Sawa eh? Alimtunza Raila Odinga kama baba yake aliyemzaa kipindi hicho. Raila Odinga alisema na miaka ngapi? Miaka kumi na sita sijui, alisema miaka kumi na sita ni, ni umri mdogo, sio mtu mzima, ni mdogo. Baada ya hapo, akapewa pasipoti ya Tanzania ndio ikamruhusu kwenda Marekani sijui ndo Marekani sijui Ulaya kwa hiyo kule Marekani sijui Ulaya aliishi kama Mtanzania, hakuishi kama Mkenya. So kifo, maana yangu nini, kifo cha Raila Odinga tumefiwa mataifa mawili, yani mataifa mawili ndo tumefiwa sana, kwa sababu Raila Odinga ashawahi kuwa Mtanzania, sawa na alikuwa Mtanzania na anakwambia anapenda sana Tanzania kwenye ile speech. Tumefiwa Tanzania na Kenya, huo msiba ni wetu sote. Na mimi pia nipo kwenye moja kati ya watu ambao ni wahanga. Mimi Raila Odinga nilikuwa napenda sana spichi zake na kama mnavyonijua mimi ni mtu ambaye anapenda sana kufuatilia mambo ya Kenya. So ni hivyo. Sio umbea lakini ndo mtandao ndo uko hivyo sasa hizi. Unafuatilia mambo yote unayoyataka. So mimi napenda sana kufuatilia mambo ya Kenya sana. Moja spichi zake pia nafuatilia sana. So guys, tupoe alikuwa ni moja ya kiongozi shupafu kiongozi mpenda watu, na ndio maana pia watu pia wameamka kwenye kifo chake. Sawa, ee, na watu mwombe Mungu, hata kama alikuwa na makosa madogo madogo, amsamee tu Raila Odinga, alazwe mahali pema peponi, jamani, na huko anakoenda aende akamsalimie na sisi baba yetu maana sisi tulitanguliza baba yetu Magufuli na Raila Odinga ukifika huko tusalimie, tusalimilie na sisi baba yetu Bwana Magufuli na umwambie tumemkumbuka sana huko aliko. Yeah. Na kwenye video nyingine, nyako mrembo maarufu anayeishi nje ya nchi amezungumza kwa sauti ya ujasiri. Ameomba watu waache kusambaza taarifa zisizo na ukweli ati kwamba Raila Odinga aliuawa, akisema kuna wakati tunapaswa kuheshimu familia na kuombea amani. Haya ndo maneno aliyoyasema: Baba hajauliwa. Mimi I met baba personally. Baba was done. Baba alikuwa amechoka. Baba hajauliwa. Baba amekufa juu wakati wake imefika ya kupumzika. Naomba mwache baba apumzike. Baba was tired. And you know what? I'm even glad that Raila is dead because Raila was a puppet. He became a puppet to people around him. Watu walikuwa wanamuse for their own gain. Wacheni baba pumzike eh, hata sisi tutakufa. Let Raila rest in peace. Kwa wale walikuwa wanamtumia for their own gain, waanze from zero, they start calculating how they will survive. Mimi mimi mekasirika sana kama mlikuwa mnapenda huyo baba, baba angekuwa kufa peke yake na bodyguard. Baba alikuwa ameoa bibi. Mimi sitaki kuongea. Baba amekufa kama tourist. Baba was married to Winnie. Amen, alikuwa ameoa Winnie. Let that guy rest in peace. Let us solve our problems. Baba kishazikwa. Not now. Wacheni, ba wacheni baba rest in peace. Asha kufa, guys. Sisi sote tutakufa na wengi wetu hatutafika hiyo age. Baba amefika ba, baba amejaribu 80. Is a honorable age. Wazungu ndi wanapitanga hiyo age, wazungu wanafika mpaka 100, 120. Wazungu wakufange, mzungu anakauka mpaka bone, sivi? Mzungu akufi, analishwa na tube na ana, ana nini Yani analishwa na tuba kihara tu. I've seen a situation where umeenda kwa hizo old nini, hizo mahums za wazungu. Yani mtu ame, ushaona mtu amezeka mpaka ame amekauka ame, ame. Wazungu hawakufi. Anybody getting married to an old muzungu thinking unaenda kuridhi, utaridhi sana ut, mzungu mzungu wa kufa kwanza mjerumani let baba rest in peace. please he, he walked a honorable journey and i think we should give him a honorable send off hii mambo mingi tuachane nayo Umeona, kutoka Afrika magharibi hadi Amerika kaskazini, kutoka kwa Watanzania hadi Wakenya waishio nje ya nchi, marehemu Mheshimiwa Raila Odinga amegusa roho nyingi duniani. Watu hao wameonyesha kuwa upendo, heshima na utu haviwezi kuzuiliwa na mipaka ya nchi. Sasa swali ni kwako wewe, mtazamaji wangu. Je, yeah, unadhani kifo cha Raila Odinga kimeacha funzo gani kubwa zaidi kwa bara la Afrika? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari zaidi kama hizi. Ebwana, mimi naitwa Rich Mizuka. Mizuka Media, namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. E bwana, e ee, tukutane kwenye video ijayo.